zao la korosho. Kumbuka kipindi hiki kimeratibiwa na taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania, TARI kituo cha Naliendele. Mtazamaji, katika makala hii tunaangalia mafunzo ya matumizi sahihi na salama ya viuatilifu katika zao la korosho mikoa ya Morogoro, Dodoma na Iringa ni wakumbushe kwamba mafunzo haya yanaendeshwa na TARI kituo cha Naliendele kwa kushirikiana na Bodi ya Korosho Tanzania. Kama nilivyoeleza katika kipindi kilichopita, Bodi ya Korosho imejiwekea lengo la kufikia tani laki mbili na themanini za korosho kwa mwaka huu 2021/2022 na imepanga kufikia tani milioni moja za korosho ifikapo mwaka 2025. 126. TARI kupitia kituo cha Naliendele kilichopo Mtwara ambacho ni mahususi kwa utafiti wa mazao ya korosho kimeendelea vyema kutekeleza mikakati ya serikali kwa kuzalisha mbegu bora na kutafuta namna ya kupambana na magonjwa mbalimbali yanayokabili zao la korosho ambao wakulima wengi licha ya kupata faida ya kupitia zao hilo lakini hawakujua namna ya kupambana na magonjwa ya korosho na wadudu mbalimbali waharibifu. Kituo hiki cha utafiti Naliendele hapa kimeunda timu za watafiti wa mazao ya korosho ambao wanafunga safari na kuzunguka nchi nzima ili kutoa elimu kwa wakulima juu ya matumizi sahihi na salama ya viuatilifu na kuwajengea uwezo wa wakulima wa korosho kuweza kubaini aina mbalimbali za magonjwa pamoja na zao hili la korosho kuwa geni kwa baadhi ya mikoa nchini, lakini hapa, Stela Endo, mratibu wa uhaulishaji wa teknolojia na mahusiano TARI Naliendele, anaeleza umuhimu wa zoezi hili kwa kuwafikia wakulima katika mikoa yao. Lengo la kufanya mafunzo kwenye mikoa hii ambayo ni mipya ni ili kutoa mafunzo haya kama nilivyosema hapo awali ya matumizi sahihi na salama ya viuatilifu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunawawezesha maafisa ugani ambao ndio walengwa wetu wakubwa, pamoja na wapuliziaji, ili waweze kupata elimu hii na baadaye basi kupitia e, mbinu mbalimbali ambazo huwa wanazitumia wao kama maafisa ugani, mafunzo haya au elimu hii iweze kuwafikia wakulima katika kipindi hiki ambacho E, wakulima wanaendelea na upuliziaji wa viuatilifu shambani. Wakati huu tumeona ni sahihi kwa sababu ndiyo, ndiyo kazi ambayo inaendelea shambani kwa wakulima. Kwa kipindi hiki ndicho kipindi ambacho tunatakiwa wakulima wanatakiwa walinde ubora wa korosho, watunze korosho zao kwa kutumia viuatilifu ili waweze kupata ile tija tunayozungumza katika mkorosho mmoja na pia waweze kuongeza kipato kwa kutumia korosho ambazo watazalisha ambazo ni bora. Tunahamasisha pia mikoa hii mipya ambayo e, bado soko rasmi halijaanza, tunawahamasisha waweze kufanya uongezaji wa thamani wa zao hili la korosho, kwa sababu korosho ukiongezea thamani kwa kuibangua tayari inakuwa inafaa kwa ajili ya soko la ndani, kwa ajili ya kuliwa. Kwa hiyo kwenye mikoa hii ambayo bado soko halijawa rasmi kabisa kama lile la kusini, basi tunahamasisha wakulima au wajasiriamali waweze kuona hii fursa, ili kusudi waingie kwenye, kwenye, kwenye kuongeza thamani, kuongeza thamani korosho na waweze sasa eh, kubangua na kusambaza korosho au kuuza korosho ambazo tayari zime, zimeongezwa thamani, kwa sababu walaji wapo, walaji ni wako ndani ya Tanzania hii hii kwa hiyo kwa kuwa korosho haiwezi kuliwa ikiwa korosho gafi, basi tunawakaribisha sana kwenye kituo chetu cha Naliendele, wajasiria mali wakulima ambao wako tayari kwa ajili ya kuongeza thamani kwenye zao hili la korosho ili waje kujifunza, na tuko, tuko, tuko, tuko tunapatikana muda wote, na tupo tayari kuwapokea wakulima au wajasiria mali yeyote ambaye anaongeza thamani kwenye zao hili la korosho kwa ajili ya kumfundisha na baadaye anaweza sasa yeye akaenda akafundisha wenzake. Tunapokea vikundi, tunapokea pia watu binafsi kwa ajili ya kuja kujifunza ili kusudi waweze kuongeza huu eh, hizi thamani kwenye, kwenye, kwenye zao hili la korosho. Hapa tumegunga hodi mkoa wa Morogoro ambapo zao hili lilianza rasmi kupandwa mwaka 2016. Tumefika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Morogoro na kukaribishwa na wenyeji wetu vyema. Martin Shigela, mkuu wa mkoa huo, anafafanua namna ya mapokeo ya zao la korosho kwa wakulima, lakini hakusita kuitaka TARI Naliendele kuwafikia wakulima wake mara kwa mara na kueleza utajiri wa zao la korosho katika kuingizia taifa mapato, ambapo mara kadhaa korosho imekuwa ikiingiza fedha nyingi zaidi kuliko mazao yote ya kimkakati nchini. Zao la korosho ni miongoni mwa mazao ambayo yameanza kulimwa hivi karibuni katika mkoa wa Morogoro. Tangu mwaka elfu mbili na kumi na sita ndo hamasa kubwa ilianza kulima zao la korosho. Nashukuru nimeikuta wenzangu wameshajenga mazingira mazuri na jitihada ni kubwa, na wananchi wameshaanza kupata hamasa. Mpaka sasa hivi mkoa umelima zaidi ya ekari elfu thelathini na nane na mia nne na kitu. Kwa hiyo ni, ni ekari nyingi, lakini sio nyingi sana ukilinganisha na wenzetu wakubwa kama Mtwara, Lindi ambako ndio wazalishaji wakubwa pamoja na Ruvuma ambako wamelima mahekali mengi zaidi kuliko mkoa wetu wa Morogoro na ukiangalia kwenye zile ekari elfu thelathini na nane iko miche ambayo ndo bado inakuwa ina, ina kwa maana ya mikorosho ambayo bado inakuwa iko yenye mwaka mmoja, iko yenye miezi kadhaa, iko miaka miwili na iko ambayo imeshakwisha kukomaa, eh, zaidi ya, ya miche laki nne na elfu hamsini. Sasa miche hiyo uh, wananchi wetu kwa mwaka jana waliweza kuzalisha eh, tani mia moja ishirini eh, na mbili. Ni kidogo sana ukilinganisha na mahitaji lakini pia na, na ufanisi kwa maana ya productivity bado iko chini na iko chini kwa sababu ziko changamoto ambazo bado, bado zinawakabili. Sasa tumefika fikaje hapo kwenye kufikia ekari elfu thelathini na nane na, na kuweza kupanda miche milioni moja na laki tano. Kwanza kulikuwa na kampeni kubwa ya viongozi wote wa mkoa, waheshimiwa madiwani, waheshimiwa wabunge, wakuu wa wilaya, wataalamu wetu, ulikuwa e, ni kampeni kubwa ya kuambia korosho sasa ni moja ya zao ambalo linaingizia mapato makubwa ya serikali na ndio linaongoza katika mapato ya fedha za kigeni kwa taifa letu. Kwa hiyo ukiwaambia wananchi hivyo na ukaambia bei inayopatikana sokoni ya korosho, inakuwa rahisi sana kuweza kushiriki kikamilifu. Kwa hiyo ilikuwa ni moja ya kampeni ambayo ilifanyika na wananchi wakaona kweli wanaweza kuanza kupunguza mazao mengine ambayo hayana bei nzuri zaidi, wakaanza kuingia kwenye zao la korosho. Kwa hiyo, la kwanza ilikuwa ni kampeni kubwa, la pili ilikuwa ni elimu, kwa sababu ni ngumu sana kusema tu kwenye kampeni alafu usiwape abcd za namna ya kulima zao la korosho. Kwa hiyo, elimu imetolewa sana kwa wakulima na wananchi wana, wana wameweza kuitikia kwa sababu ya elimu ambayo walikuwa wanafundishwa: wanalimaje korosho, wanapanda umbali umbali kiasi gani kutoka mche mmoja wa korosho kwenda mche wa pili, ekari moja ina, ina miche mingapi, unatumia madawa katika kipindi gani na kwa, na mara ngapi kwa mwaka. Hizo ndio jitihada ambazo zimefanyika na hivyo kufikia eh, haya ambayo nimesema ya kuwezesha kupanda miche zaidi ya milioni moja na laki tano na kulimizwa ekali 1938 na, na, na 540. Sasa jitihada zingine zinaendelea kufanyika ikiwa ni pamoja na uimarishaji na uanzishwaji wa vyama vya ushirika. Ili uweze kuwa na uhakika zaidi wa kufikia wakulima kiurahisi, lazima vyama vya ushirika viweze kuanzishwa na viweze kuwa strong, lakini pia vipate viongozi wazuri ambao wanaweza kuifanya kazi ya kuelimisha wakulima na kuwafuatilia kwa karibu. Lakini jitihada zingine ambazo zinaendelea kufanyika na wataalamu wetu wa kilimo ni ufuatiliaji na sisi viongozi na nakwenda mashambani, mnaangalia kiasi gani cha kia, mashamba yamelimwa, mbegu zimepatikana, wamepandaje, wamepanda, wamepanda kitaalamu, wamefata taratibu za kilimo bora ili hatimaye mazao na, na uzalishaji uweze ku, watija zaidi. Na lingine ambalo tumeendelea kulifanya zaidi ni halmashauri zetu kuzitaka ziweze kutenga bajeti kwa ajili ya kuagiza mbegu katika chuo chetu au taasisi yetu ya TARI Naliendele kwa Mtwara Mwaka jana peke yake halmashauri mbili ziliweza kuagiza e, jumla ya kilo elfu elfu, elfu, mbili na hizo sasa zimeweza kusambaza kwa wakulima ili tuweze ku kuweza kuongeza uzalishaji. Kwa hiyo nashukuru kwamba jitihada hizi sasa <coughs> zimeweza kupelekea ku, kufikia hizo tani mia moja ishirini na mbili ambazo zilizalishwa lakini hazikuweza kupata soko zuri, kwa sababu msimu wa, wa, wa soko la mikoa yetu hii hasa mkoa wa Morogoro pamoja na Tanga misimu ya Mtwara, Lindi, Ruvuma inakuwa inatangulia mwezi wa tisa wa kumi na inamalizika mwezi wa kumi na moja wa kumi na mbili, wakati misimu ya mkoa wa Morogoro ndio unapoanzia. Kwa hiyo kidogo ushindani wa bei nzuri unakuwa una changamoto kubwa. Nashukuru Bodi ya Korosho imeliona hili na imeona sasa ianze utaratibu wa kuapoint mnunuzi mahususi eh, eh, atakayetoa bei nzuri kwa wakulima ili wakulima pia waweze kupata bei nzuri zaidi katika eneo hili la, la, la korosho. Zaidi ya ekari 38500 ya ardhi ya Morogoro imetumika kuwekeza katika zao la korosho ambapo michi milioni 1.5 iliwafikia wakulima. TARI Naliendele kupitia kundi hili linaloongozwa na mtafiti mwandamizi wa mazao ya korosho Dr Wilson Nene wamefika katika wilaya ya Morogoro, Kilosa, Mvomero na Gairo ili kujionea hali ya mwitikio kwa wakulima na kuwajengea uwezo wa wakulima juu ya matumizi sahihi ya viuatilifu na jinsi ya kubaini magonjwa na upuliziaji wa viuatilifu. Sasa tukielezea upande wa wadudu waharibifu kwenye zao la korosho kuna wadudu wa muhimu kama wanne hivi, tunaweza tukawaelezea. Tuna mbu wa mikorosho, kuna mbu wa minazi, lakini kuna wadudu weupe wanaitwa milibag au vidung'ata, lakini pia kuna wadudu jamii za vitiripi kwa maana ya tripsi na wengine. Ila hawa mbu wa mikorosho na mbu wa minazi ni tatizo kubwa na usipowadhibiti mkulima anaweza akapata hasara ya kuanzia asilimia sitini mpaka hasara ya asilimia mia moja kwa maana ya kutokupata kitu kwenye zao la korosho. Lakini uzuri hawa wadudu wanadhibitika, kuna njia mbalimbali mbali, lakini njia ambayo ni kuu ambayo mkulima amekuwa akiitumia ni matumizi ya viuatilifu. Una, kwa hiyo kuna viuatilifu vya aina mbalimbali ambavyo vimefanyiwa utafiti, utafiti na taasisi ya utafiti wa kilimo TARI kituo cha Naliendele, na baada ya hapo vikaonekana vina ufanisi mkubwa na wakulima wanavitumia kwenye kudhibiti tatizo la hawa mbwa mikorosho na mbwa minazi. Lakini kitu cha kwanza ni kwenye utambuzi wa eh, hali halisi ya mkorosho ulioshambuliwa kwa mfano tukiuangalia mkorosho huu tunakuta eh, kuna, kuta, kuna uh, hii hali ya eh, majani haya yamekauka, huu mkorosho utafikiri labda kuna moshi wa moto ulipita ukababua. Sasa hii hali chanzo chake kikubwa ni wadudu waharibifu huyu, uh, ni fangasi aliyekuja kusababisha hii hali, lakini chanzo chake kikubwa ni wadudu waharibifu hasa hao, oh, mbu wa mikorosho na mbu wa minazi. Na kwenye udhibiti wa wadudu wa mbu wa mikorosho na mbu wa minazi kwenye zao la korosho, tunaanzia kwenye mikorosho midogo, mkorosho wa mwaka mmoja, mkorosho wa mwaka miwili, miaka mitatu. Ile mikorosho unakuta inashambuliwa sana na mbu wa mikorosho na mbu wa minazi na usipoidhibiti huo mkorosho, usipodhibiti au mbwa wa mikorosho na mbwa wa minazi, unaweza ukakuta mkorosho na miaka mitano utafikiri ni wa mwaka mmoja, kwa maana ya kwamba ule mkorosho unadumaa, unakuwa haukui. Kwa hiyo kila ukitipuza kutoa majani machanga yanagongwa na wale wadudu. Kwa hiyo tunakuwa na hali za aina kama hii. Kwa hiyo unaweza ukakuta shamba zima una shamba la mikorosho ambayo haikui, mikorosho imekaa kama kichaka tu kama kifukutu. Wakati mkorosho ni mti na unatakiwa ukue uende juu, lakini kwa sababu ya hizo changamoto za wadudu, kwa maana ya mbu wa mikorosho na mbu wa minazi, kwa hiyo kwenye udhibiti eh, kwenye kufanya management mikorosho midogo tunaiangalia wakati wote wa, wa, wa, wa mwaka kwa maana ya kwamba hata, hata, hata kile kipindi ambacho si cha msimu wa korosho, kipindi kwa mfano cha mvua. Tunafahamu ya kwamba kipindi cha mvua inakuwa si msimu wa korosho, lakini kipindi hicho hicho cha mvua inategemea na maeneo ulipo, iwe ni mwezi wa tatu, mwezi wa nne, mvua zinanyesha mwezi wa tano, mikorosho midogo ile yenyewe inaendelea kuchipuza inakuwa inachipuza inatoa majani machanga machanga, hasa yale majani machanga machanga wakati inaendelea kuchipuza wadudu wale ndio wanapendelea kuja kufyonza mle. Lengo wao wanakuwa wanatafuta chakula, kuna sukari sukari wanafyonza, lakini mate yao ni sumu, kwa hiyo yanaleta shida kwenye, kwenye ule mkorosho. Kwa hiyo mikorosho midogo, huu mkorosho wa mwaka mmoja, mkorosho wa mwaka miwili, mikorosho ya miaka mitatu, huduma zake vinatakiwa zifanyike wakati wote, hata kile kipindi ambacho si cha msimu wa korosho. Mkulima anashauriwa kuwa anahudumia shamba kwa kutumia viuatilifu ambavyo tumevipendekeza, lakini pia inapofika wakati wa msimu kwa mikorosho mikubwa eh, mkorosho kama huu ni mkorosho mkubwa huu. Eh, umekuwa ume, ume, ume mkubwa wakati wa msimu sasa ambapo umetoka kwenye kile kipindi cha mvua, kama nilivyoeleza, inategemea ni wakati gani. Kwa hiyo mvua zinaweza zikakatika labda mwezi wa tano, kutegemea na maeneo husika. Zile mvua zikikatika, baada ya hapo, kuna kipindi cha mwezi kama mmoja hivi, kunatokea machipukizi mapya. Machipukizi hayo yanaanza majani mapya, lakini pia kunatokea hata na maua kwa mikorosho hii mikubwa. Sasa kunapotokea machipukizi mapya kwenye majani haya mapya machanga machanga mateke, lakini pia na maua nako, e, ambapo sasa ni msimu wa korosho, nako wadudu hawa waharibifu kwa maana ya mbu wa mikorosho, mbu wa minazi wanaendelea kuja vile vile kuleta athari. Kwa hiyo kwa mikorosho hiyo mikubwa na hata ile midogo iliyokuwa inahudumiwa na kipindi hiki cha mvua, bado yote itahitaji huduma ili kuweza kudhibiti hao mbu wa mikorosho kuweza kudhibiti hao mbu, mbu mbu wa minazi. Kwa hiyo kuna viuatilifu vya aina mbalimbali, tumevifanyia utafiti. Wakulima tumewaelekeza namna ya kutumia hivyo viuatilifu e, ni kwa kiwango gani na atumieje, ili kuweza kudhibiti hiyo hali ya hivyo visumbufu visiweze kutokea kwenye zao la korosho na hatimaye sasa E, hata ukiuona mkorosho wa mwaka mmoja e, siku hizi unakuta mkorosho wa mwaka mmoja, unakuta ni mkorosho mkubwa kabisa, unatoa maua na unazaa korosho. Kwa hiyo huo mkorosho nao hata huo wa mwaka mmoja ya miaka miwili na kuendelea, inahitaji kuhudumiwa dhidi ya hawa uh, uh, uh, wadudu waharibifu, lakini kwenye mikorosho mikubwa kama nilivyoeleza, wakati ambao si msimu wa, wa, wa korosho kile kipindi cha mvua yenyewe hahitaji hahitaji kuudhibiti dhidi ya hao wadudu waharibifu, kwa sababu mikorosho mikubwa e, mkorosho wa miaka mitano, sita, saba na kuendelea unakuta wakati ule ambao si msimu wa korosho wenyewe hatudhibiti mbu wa mikorosho, ila msimu wa korosho unapofika ndipo mikorosho yote kwa pamoja tunatakiwa tuna, tuna, tuna kuihudumia. Ama hakika, siku zote Waswahili husema vita ya panzi ni furaha kwa kunguru. Vita ya soko la korosho duniani, ambapo imeleta chachu kwa serikali kuweka mikakati bora kwa bodi ya korosho na taasisi ya utafiti wa kilimo nchini TARI kupitia kituo chake cha Naliendele kimeleta mbegu bora za korosho kwa wakulima. Lakini haikuishia hapo, bado wameweza kuwafikia wakulima na kutoa mafunzo. Hizi hapa ni furaha za wakulima hawa wakieleza namna ya utaratibu huo utoaji wa elimu. Pamoja na kwamba nimesoma SUA, kwa kweli ili somo la korosho kwangu lilikuwa jipya kutokana na kwanza, kozi niliosoma mimi, nimesoma utikacha, lakini huku katika kuhudumia wananchi kwenye maeneo yote ya kazi, tunawahudumia mazao yote kwa hiyo kwangu imekuwa ni fursa nzuri kuweza kupata hii elimu hapa. Kitu kikubwa ambacho nimejifunza, kwanza ni utambuzi wa magonjwa na visumbufu vya wadudu kwenye mmea wa korosho. Pili, hasa namna ya maandalizi hata ya shamba, ni namna gani ufanye ili mtu wa mkorosho uweze kunyonya maji ya kutosha msimu wa, wa masika ili kiangazi uweze kuzaa vizuri. Tatu ni aina ya, ya viuatilifu, aina za viuatilifu viu ambavyo ambazo zinatakiwa kutumika wakati wa kuweza kusaidia mti wa korosho unapokutana na changamoto za magonjwa na wadudu. Binafsi mimi nilikuwa naona kwamba ukisikia sehemu analima korosho tunasema watu wanapiga sana salfa. Kwa hiyo nilikuwa naogopa sana kwa sababu salfa ni sumu kwa mwili wa binadamu lakini leo ndo nimepata utambuzi. Kumbe kama unaelewa magonjwa vizuri na wadudu vizuri, huna haja ya kupiga salfa nyingi. Tatu nilichokijifunza ni uwiano kati ya maji na viuatilifu. Kwa kweli, wakati mwezeshaji anatufundisha uwiano wa maji na viuatilifu, nilikuwa nashtuka na nikasema mbona uwiano huo wa, wa, wa, wa, wa viuatilifu ni mkubwa sana lakini alipofika kwenye hatua ya, ya namna ya kupulizia, nimeona kumbe mti wa korosho, ili uweze kupulizia mti mmoja unahitaji lita moja tu na ni vitu ambavyo nilikuwa sifahamu. Lakini kwa kweli, kwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa siku hii ya leo, ili zoezi limekuwa ni zuri sana. Ambacho nimekiona katika hizo wa korosho, kwanza nimeshangaa, nadhani ni Mungu pia aliniongoza au niseme na utaalamu niliopata kule SUA na hasa ugani wetu wa kilimo hapa kwenye kata ya Chamwino ulinisaidia kwenda kununua mbegu pale. Nikashangaa, kila nikipanda mbegu zilipoanza kuzaa, mimi kila wakati ninavuna korosho najiuliza, hii inakuaje? Mpaka nikasema labda hii ni baraka au ni kitu gani, maana nakuta kila siku naendelea kuvuna. Leo anaokota huko, anapuliza dawa huko, zinatoa maua huko, nikasema hii mbegu basi, nilekea utafiti wangu ulikuwa ni mzuri sana kwa kweli. Ni utafiti ambao nimeupenda sana kwa sababu mimi hivi navyozungumza sasa hivi wanaokuta wana korosho kule, na kuna wengine wanapiga dawa sasa hivi. Na nimepata elimu sasa hivi ya kupiga dawa ambayo nilikuwa nimeikosea. Nimempigia simu kijana wangu kule, aache kupuliza dawa mpaka niende nikamueleze hiki ambacho nimekipata sasa hivi. Timu yetu ya watafiti inazidi kusonga hadi kufika katika mkoa wa Dodoma ambapo hapa tumefika halmashauri ya wilaya Mpwapwa kwa lengo la kukutana na wakulima na maafisa ugani. Lakini katika mkoa huu wenye asili ya jangwa na hali ya hewa yenye upepo ambapo tunakutana na mikakati mbalimbali iliyowekwa na mkoa ili kuondoa hali ya jangwa na kuifanya Dodoma kuwa kijani. Huyu hapa ni afisa kilimo wa mkoa wa Dodoma, Bernard Abraham. Anafafanua zao la korosho ambalo wamelitumia kama mti utakaonusuru mkoa huu na hali ya jangwa. Kwa hiyo kilimo kilimo cha zao la korosho mkoa wa Dodoma kilianza miaka ya elfu mbili na nane ambapo uongozi wa mkoa ulichukua jitihada za kwenda kununua mbegu Mtwara na ukagawa kwa wilaya zote za mkoa wa Dodoma. Tangu hapo wilaya zimekuwa zikiitikia kwa viwango tofauti lakini mpaka sasa tunaweza tukajivunia kwamba wilaya ya Kongwa na Mpwapwa ndo bado zimeshikilia hicho kilimo cha zao la korosho na kwa sasa zimeanza kuvuna. Sasa kwa nini, pamoja na kwamba zao la korosho linaweza kustawi mkoa wa Dodoma, ni kwa nini mkoa uliamua kufanya hivyo? Moja ni kwamba tulijua kwamba korosho ni mti na mkoa wa Dodoma una upungufu wa miti. Kwa hiyo pamoja na kwamba zao la korosho litatoa korosho kama zao lakini tukasema, hata lisipotoa korosho tutapata ukijani wa mwaka mzima. Kwa hiyo hayo ndo yalikuwa mambo makuu mawili, kwamba tutapata ukijani na zao la korosho, lakini hata tusipopata korosho na kuziuza tutabaki na kijani mwaka mzima, na ndivyo ilivyo, kwamba sehemu yote ile iliyo na miti ya mikorosho, hiyo sehemu inaonekana ni ya kijani kwa mwaka mzima, mkoa wa Dodoma. Pamoja na uitikiaji mkubwa wa wakulima kupanda zao la korosho kutokana na kuhamasika, lakini bodi ya korosho nchini imejiwekea mikakati ya kuzalisha korosho zaidi ya tani laki mbili na elfu themanini kwa msimu wa mwaka 2021. Afisa kilimo kutoka bodi ya korosho Geoffrey Mwalembe anawatoa hofu wakulima wa zao la korosho juu ya uwepo wa masoko ya uhakika, ni wahakikishie kwamba kwanza soko lipo na kama bodi ya korosho e, tunasimamia vilevile suala la ubanguaji. Kwa hiyo sasa kwa wale wakulima ambao wame, wame, wame, nani wameshaanza wame, kuvuna korosho basi tunawaratibu, tu, tuna katika kuhakikisha kwamba tunawapatia tunaunganisha tuna na wazalishaji teknolojia kwa maana ya hizi mashine za kubangua korosho lakini vilevile nakuunganisha katika vikundi ili waweze kuhakikisha kwamba zile korosho zao wanazozalisha zinabanguliwa, kwa sababu soko la ndani ya nchi kwa maana ya kwamba zilizobanguliwa soko lipo na ni la uhakika. Kwa hiyo sasa hakuna haja ya kulalamika kwamba soko halipo, soko lipo, na vilevile tunahamasisha waweze kupata bei nzuri tokanao na korosho zao, basi waweze kuziongezea thamani kwa maana ya kuzibangua kuliko kuziuza zikiwa ghafi. Mbegu bora za korosho zinazozalishwa na taasisi ya utafiti wa kilimo nchini TARI kupitia kituo cha Naliendele Mtwara zinaifanya korosho ya Tanzania kuwa miongoni wa uzalishaji wa korosho bora duniani. Hata hivyo, zao la korosho ni miongoni mwa mazao ya kimkakati yanayoongoza kuingizia fedha nyingi serikali na kuchangia maendeleo ya wakulima hapa nchini. Mpaka hapa tumefika mwisho wa kipindi hiki. Kumbuka, kipindi hiki kinaratibiwa na taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI, kituo cha Naliendele. Usikose kuangalia kipindi kingine cha Kilimo Ajira Yangu wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Asanteni.